Inaonekana unauelewa mpana sana wa swala la afya ya akili, lakini vile vile ulisema kwamba wewe ni mtaalamu wa rasilimali watu kwa taaluma. Sasa inanipa wakati mgumu kidogo kuelewa ni kwa namna gani unawezaje kubalance mambo haya, ukawa unauelewa mkubwa sana kuhusu swala la afya ya akili, lakini vile vile kwa wakati huo huo wewe ni mtaalamu wa rasilimali watu Inaonekana yani una uelewa mpana sana wa masuala ya afya ya akili, labda unawezaje kupata muda wa waku, kuwa kinara katika kuelezea masuala haya ya afya ya akili wakati huo huo ukitimiza wajibu wako katika majukumu mengine ya utaalamu wa rasilimali watu? Um, yani sasa hapo, yaani ukishaongea rasilimali watu na ukaongea uka swala la afya ya akili yaani hivi ni vitu viwili ambavyo vinapaswa kwenda sambamba, yaani vinapaswa kwenda kwa pamoja aha. yaani hakuna rasilimali watu bila mm. afya ya akili unaona. Kwa hiyo okay. Tunapozungumza yani, mimi nimefanya kazi katika taaluma hii ya rasilimali watu kwa muda mm. mrefu sasa, lakini nime nimegundua kwamba kuna mm -hmm. kuna changamoto kubwa tunakuwa nayo pale ambapo tunashindwa kuwa na na uelewa wa kutosha kuhusiana mm. na masuala ya mm. afya ya akili kwa sababu sio kila mtu ni rasilimali ndio, unaona. Yaani unapokuja kwenye swala la rasilimali, yaani ukizungumzia rasilimali ni kile kitu chochote ambacho kinaweza kutumika katika kuzalisha huduma, kuzalisha bidhaa, kutoa huduma na kuleta mchango, unaona. Kwa hiyo mm. ndo maana kuna rasilimali watu, rasilimali fedha. Ndio rasilimali kama mashine majengo, mm. zote hizi ni rasilimali, kwa sababu mm. rasilimali fedha tumika mm. katika katika kuzalisha katika uzalishaji, ndio. Sasa tunapokuja kwa kwenye rasilimali watu mm. lazima tunaangalia kwanza, pamoja na mambo mengine, pamoja na vyeti vya watu labda vya taaluma, pamoja mm. na elimu walionayo, pamoja na mazingira mazuri ya kufanyia kazi, lakini uh, afya ya akili ni msingi wa utendaji bora kazini. Unaona mm. Sasa tunapokuja kwenye kuzungumzia rasilimali watu ya tunajikuta kwamba tukiangalia katika huu muktadha wa afya ya akili mm. unaona kwamba sio kila mtu ni rasilimali watu, au kwa wakati fulani mtu anaweza akawa rasilimali lakini kwa wakati mwingine akashindwa kuwa na ile sifa ya kuitwa rasilimani. Kwa hiyo nini kilikupa msukumo hasa msukumo hasa wa kuweza kujikita katika kuangalia ku, na kusomea kwa kina kuhusu swala la afya ya akili? Nini msukumo hasa ulikufanya kuenda ku, katika upande huo na nini lengo lako hasa kujikita katika swala la afya ya akili? Ya, yani, kama nilivyokuambia hmm. ini kama afisa rasilimali watu aa, na sasa ni afisa rasilimali watu mwandamizi mm, ambaye sasa nimefanya kazi ni muda mrefu katika taaluma hii Ngi. Nimeona changamoto nyingi kazini ambazo sio tu zinasababishwa na watu kwa maksudi au na kutokuwa na elimu au ujuzi. Nyingine ni changamoto ambazo zinasababishwa na changamoto za kiafya ya akili. Kwa mfano, kuna wakati tunakumbana na aa, watu ambao hawapo yani kuto kuwepo kwa watu kazini mm. ya absenteeism, yaani watu hawa wanashindwa kuwepo kazini, na mara nyingine kinachochangia wao kutokuwepo kazini ni changamoto za afya ya akili. Lakini pia tumekutana na swala la uwepo wa watu makazini ya yani presenteeism, yani kwa maana ya watu ambao wanakuwepo kazini lakini hawatendi kwa ubora, kwa sababu tukija katika swala la upimaji wa utendaji kazi ya serikali na taasisi mbalimbali na vitengo vya rasilimali watu na viongozi, mm, wamekuwa wakiweka juhudi katika kupima utendaji kazi wa watu. Tunapo, tunapo, tunapopima utendaji kazini, tunatarajia kuona kila mtu anachangia kwa kiwango na kwa ubora na ndani ya muda ambao unatakiwa, uh, kwa kutekeleza kwa kutekeleza te, vizuri majukumu yake ili kusaidia katika kutimiza au kufikia malengo ya taasisi, na mshoe kusaidia taasisi katika kufanya vizuri kiwango bora, kwa sababu changamoto za afya ya akili zinaweza zikamsababisha akapata shida katika kutekeleza majukumu yake. Unaona, hmm. Sasa mimi kama afisa rasilimali watu nikaona ipo haja hmm. ya kuhakikisha kwamba swala la afya ya akili linakwenda sambamba na swala la usimamizi wa rasilimali watu hmm. kwa sababu tunategemea sana akili na kama nilivyosema, akili ni msingi wa utendaji kazi wa hmm. utendaji bora kazini. Unaona, kwa hiyo ndo maana nikaamua kujikita katika maswala ya haya, haya ya afya ya akili. Okay. na tangu umeanza kujikita katika masuala haya ya afya ya akili uh, labda ni mafanikio gani hasa mpaka sasa ume, ume, umeweza ku... yani achievement ambayo umeweza kuipata baada ya kuanza kujikita kwenye swala la afya ya akili kulingana na malengo uliyokuwa nayo ya kujikita huko um, ni mafanikio kiasi gani umeyapata mpaka sasa? Mm. Yani sijapima moja kwa moja mm. kwamba ni mafanikio kiasi gani lakini mm. mafanikio yapo kwa maana ya mm -hmm. Kwamba ule uelewa tayari hata katika eneo langu la kazi mm -hmm. Yaani sehemu ambapo ninafanya kazi mm -hmm. kama afisa rasilimali watu ninaona mm -hmm. ule uelewa kwa masuala ya afya ya akili umeanza kuenea, yaani sasa mm -hmm. ni wakati ambapo hata mtu yani akifanya kitu au aki, akiona dalili fulani ya changamoto ya afya ya akili, mm -hmm. kusema, hii ni changamoto ya afya ya akili anaweza kuzungumza na kusema hii -hmm. ni changamoto ya afya ya akili sababu mm. nimekuwa mara nyingi nikiwaelimisha niki, lakini pia kitu kikubwa nimefanikiwa kuandika baadhi ya vitabu ambavyo vingine nimeshavitoa. Kwa mfano, mm. kuna kitabu kinaitwa Afya ya Akili mm. ni Kipaumbele Chako, Ongeza Ufahamu mm. mm. ya, lakini pia kuna kitabu ambacho kinaitwa Tuongeze Ufahamu na ni Promoting Mental Health in Public Sector, unaona. Lakini kwa hivi vitabu pia Uh, watu wengi ambao ni watumishi ndi, na watu ambao ni wafanyakazi mm. wamevinunua tayari na wanavyo. Kwa hiyo wanaendeleza ule uelewa, wanaendelea kuelewa kwa, kwa kina kuhusiana na masuala ya afya ya akili okay. Kwa hiyo kutokana na hii elimu ambayo mara nyingi wamekuwa wakiniona na wakinitumia kama reference ya kwamba hii uh, ni changamoto ya afya ya akili au wakati mwingine wakati wanaweza wakatania kwamba kile kitabu chako na wewe hey, inatakiwa ukisome. Sasa unajua, unaona mm. mm. kwa hiyo sasa kwa hiyo kuna wakati fulani unaweza ukaambia uka ukafanya kitu fulani, wanakuambia kasome kile kitabu chako mm. kwa hiyo, ni ile ni dhahiri kwamba ni mafanikio kwamba watu, ule uelewa umeongezeka mm. ya ule uelewa umeongezeka na pia wanaonesha kwamba vitabu wanavisoma mm. ya vitabu wanavisoma lakini pia nimefanikiwa kuanzisha taasisi ya isiyo ya kiserikali inaitwa Free Minds Foundation kwa lengo pia la kuendeleza huu uelewa kwa watu ambao ni wafanyakazi na nje ya hapo, mm. kwa jamii kwa ujumla mm. na taifa kwa, kwa ujumla ili kuweza kuhakikisha kwamba hii elimu mm. au uelewa uh, kuhusiana mm. na maswala ya afya ya akili yanaenda mm. mbali zaidi. kwa hiyo kwa mimi hadi sasa hivi nimefanikiwa kwenye hivyo, lakini pia nimefanikiwa kushiriki kwenye makongamano mbalimbali mm. lakini pia kupata mialiko mbalimbali zinazohusu mm. masuala ya afya ya akili ya na hata kushiriki ya, mm. kushiriki kwenye midahalo mbalimbali mbali.